Malengo yetu mwagira mwagira kwa mwaka 2050 ni vizuri, kama mtu sasa hivi lishatangazwa vizuri, kila mmoja akaipitia akaona malengo tunayoweka pale, na haya malengo tutajitukia sisi ni wananchi wakitoa mawazo, na tulikuwa na timu ya wataalamu wa kushirikiana na watu wa tala, mwagira mwagira mwagira, tume ya mipango tumeweza kutafsiri yale mawazo na maoni na kuja na malengo hayo. Tukiweka ubia ni kwa ajili ya kuhakikisha ushirika wa sekta binafsi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 ng'ombe wa kisasa, ng'ombe wa nyama, ng'ombe wa maziwa; ni maeneo ambayo yapo yanafaa zaidi kwa ufugaji.